Miundombinu ya barabara tunaishukuru serikali um, ina, inatekeleza maboresho ya miundombinu kama vile utanua, hizi barabara zitatusaidia usafirishaji wa malighafi pamoja na bidhaa zetu, lakini bado yako maeneo machache kama haya maeneo, hii barabara ambayo inaunganisha kiwanda chetu na barabara kuu, kuna baadhi kuna baadhi ya visehemu, kuna mashimo, mashimo, serikali, kwa hiyo ningependa kuiomba serikali kwa niaba ya kampuni kama itawezekana tusaidie hayo maeneo hayo madogo madogo, kwa ajili ya ku, kutengeneza hii barabara sasa isiwe changamoto kwetu pale tunaposafirisha mali ghafi uh, uh, pamoja na bidhaa zetu. Sisi mali ghafi zetu ku, kuu ama ama, ama mali ghafi ambayo tunaitegemea zaidi ni maji. Hapo awali tulikuwa na changamoto kidogo ya maji miaka, uh, siku za nyuma, lakini nashukuru uongozi, nashukuru serikali ikiongozwa na, na, uh, na, na rais wetu Uh, Dr. Samia Suru Hassan wameweza kukamilisha mradi wa maji ambao umeongeza sasa upatikanaji wa maji kiasi kwamba siku hizi hatuna tena ile changamoto ya maji ambayo tulikuwa tunayipi, tunaipitia mwanzo. <laughs> <Na mbeni dungangu. laughs> Vile vile nawashukuru TANESCO kwa sababu kabla hawajakata umeme, nashukuru tunapata taarifa mapema kwamba bwana, siku fulani kutakuwa pengine na tatizo la umeme, lakini kusema kweli nafikiri imekaa haiko changamoto kubwa sana namna hiyo. Lakini changamoto nyingine uh, ndogo ya mwisho ni, lakini kwa sasa changamoto yetu kuu ni miundombinu ya barabara. Hata katika maeneo mengine hapo tunasambaza bidhaa, barabara zime hazina miundombinu mi, mizuri kwa ajili ya usafirishaji. Kuna mambo hapa yamesemwa, cha kwanza ni barabara. TARURA huko hapa wekeni kwenye mpango, hiyo barabara iweze kujenga, sawa bwana eh? Na barabara nyingine ya kule wana wana kile kiwanda kile cha Tanshine, eh? Tanshine eh, tuangalie namna ya kuwasaidia wawekezaji wetu. Lazima tuwahamasisha Watanzania wenzetu, Watanzania wenzetu wajenge viwanda vingi, tuwapunguzie milolongo ya changamoto. Kwa sababu watu wengi wanaamini mzungu pekee ndiye na anaweza kujenga viwanda. Sasa hivi mambo yamebadilika. Asilimia ya kubwa Watanzania wenyewe wanajenga viwanda vikubwa. Kikiwemo hiki ambacho amejenga ndugu yetu, lakini tunaamini kwamba sio kazi ndogo ambayo kaifanya hapa. Ndicho ambacho Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anakitaka, kwamba Watanzania wazao wajenge viwanda. Na hivyo viwanda viwe na wafanyakazi asilimia kubwa ni Watanzania. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kupunguza vikwazo na matatizo mbalimbali kwenye viwanda vidogo kupata ajira mbalimbali ambapo inaweza kuendeleza na kukuza uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja.